Wanaondoka Duka Buya Duka Buya akapitisha katika nafasi Abuya! Abuy naye mwenyewe anaonesha kwamba ni kona. George Chikoka lango liko salama kwa nini clean sheets 18 msimu uliopita? Ametumia kona ya kwanza ya mchezo. Dumbia ameujaza nani anacheza bila Ni Dickson Job Captain! wengine wote wa wamefunga ni Dickson Job, anamnyanyua injinia Hersi, anamnyanyua GSM, anamnyanyua Anton Mavunde, anaonyanyua wananchi Young Africans! Dumia aliupiga mpira katika njia kama amekosea hivi, Dickson Job akaupalaza tu ndani ya net ni hey, Dickson Job alikwenda moja kwa moja akaweka mpira, atakupitisha kupitisha, amekataliwa. Duke Abuya amekwenda kutatua changamoto mwenyewe, max zengeli, max zengeli, max kapitisha pasi katika nafasi zuzwa, huyu ni pako mzuzwa, ni elefant aliiacha mwenyewe kuwa Maxi zengeli akaiomba akapitishiwa, akamchosha golikipa Joji Koka wate gol wate hit! Akili ni mingi, mtu wangu huyu! Ni pako mzuzwa! Vilio vinasikika Lilongwe, vilio vinasikika Blantaya, vilio vinasikika Mzuzu! Ni pako mzuzwa, ni Young Africans, ni wananchi ni yalo nation, kwenye furaha ya aina yake. Hawa ni wananchi, na huyu ni Patrick Mabedi. Hawa wapinzani anawafahamu vizuri, wengi wao ni vijana wake. Clement Mzize yupo jukwani kwa juu na Franka Sinkoabena wanaangalia.